Asubuhi ya Jumapili inayong'aa, Jumapili ya baraka, Jumapili yenye fanaka na Jumapili iliyojaa kheri na khairati zinazofanyika. Alhamdulillah rabbil alamin, hii leo tumeweza tuwatembelea vijana wa Fitia ambao mashallah, kwa juhudi zao za kufanya kheri na khairati mbalimbali wameweza kujitokeza, na hii leo ni furaha kubwa kuweza kuwaona vijana hawa wametembelea maziara ya Huda ili kuweza kufanya usafishaji wa maziara haya kama khairati zao. Kwa hivyo biidhnillah tuweza tuangazia na tuweze kuwasikia vijana hawa wana malengo gani wana maono gani katika maisha yao ya kufanya khairi kama Waislamu. Asalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha siku ya leo kuweza kufika katika maziara haya ya Huda ambao ni upande wa kwa chifu tumekuja kusafisha maziara. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha na kutupa afya na siha njema. Na um, mshukuru Mwenyezi Mungu ni grupu hii yetu ya Fitia ambao ni vijana wa Mtwapa. Tumejitolea katika mambo ya khairat, katika kufanya mambo ya khairi. Na programu yetu ni huwa ni Jumapili mpaka Jumapili. Ambao hiyo Jumapili huwa tunasafisha misikiti, kwa kila Jumapili huwa tunasafisha msikiti mmoja. Tukiwa tuna pata watu wengi lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, pia tunaweza kupata hiyo kwa Jumapili kwa msikiti mmoja kuweza kusafisha. Na upande mwingine alhamdulillah, ni kwa upande wa vijana, twataka wapatikane vijana kwa wingi waweze kujitolea kuja kufanya katika khair, khair kama hizi. Kwa sababu tulianza alhamdulillah, tulianza vizuri. Tulikuwa, tuna vijana kuwa wengi katika hii grupu ya Fitia ambao ni group ilitengenezwa na vijana wetu ambao walikaa wakafikiria kufanya katika hili jambo la khairi, ambao chama wetu ni Abd Khadir Tahir, ambao sahihi alipata udhuru kidogo, alienda safari, lakini sisi tuko hapa kama members tuko katika khairi hii na bado twapambana, ili kuweza kusukuma gurudumu hili la khairi, kuweza kufanya mambo ya ya khairi alhamdulillah. Tushukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na alhamdulillah kwa pande mwingine ni changamoto tunazopitia katika grupu hii ya fitia, ambao vijana wamejitolea kufanya khairat kama hizi. Ni kama vifaa vya kuweza kufanya kazi kama hizi. Kama leo tumetembelea katika hili ziara la ambayo liko kwa huku kwa chifu, lakini vifaa ni kidogo. Tunahitaji kama maslasha, mareki, mapanga, usafiri. Saa nyingine huwa sehemu ni mbali, hatuna usafiri na alhamdulillah tuko na grupu wetu, sanigine, chietu, pesa yetu twajitahidi sana, nyingine twachanga kidogo chetu pia sadaka yetu twapata mia mia ambazo twachanga kupitia, ili tuweze kusaidika kupata kama asidi sabuni. Ni vitu ambavyo pesa nyingine vinatu tupa changamoto sana, yani kwa hatuna sana nyingine pesa za kuweza kukidhi mahitaji kama hawa usafiri. Hizo ndio changamoto ambazo tutapitia, lakini alhamdulillah vijana wamejitolea kwa kufanya khairati na twaomba mtushike mkono vijana, tuweze kusonga mbele, kuweze kufanya mambo kama haya ya heri, mtupe support yenu inshallah. Kwa wale ambao wako tayari kushirikiana na sisi katika jambo hili la heri kwa hali na mali, tutaweka namba zetu hapo, namba ya chairman na vice chairman, ambao tutawekea namba zao hapo muweze ku, kuweka mkono wenu na nyinyi inshallah. Na wale ambao pia wataka kujiunga na group ambao labda hawajui kama kuna khairat kama hii inafanyika katika mji wa Mtwapa ambao inafanyika kwa kila Jumapili mara moja kwa wiki, mara moja inshallah, tutawekea namba zetu hapo ili muweze kujumuika na sisi, kujiunga na sisi katika jambo hili la khairi. Na ule ambao atakuwa ataweza kutusaidia kwa usafiri, kwa vitu vya kuweza kuhitaji kama, kama silasha hizi ambazo tunahitaji mareki na mambo mengine inshallah, maasidi maomo, sabuni inshallah, namba tutaweka hapo muweze kuwa na sisi inshallah, na kushirikiana nasisi. Na sisi maombi kwa vijana wa Mtwapa, vijana wa Mtwapa tuko wengi alhamdulillah, tuko vijana wengi, na grupu hii ya khairati si grupu kuwa ni grupu ya watu baadhi, ni grupu ya watu wote Waislamu kwa jumla, na sio kwa Islamu ambao wapenda khairi tuwahitaji tuweze kupata vijana kwa wingi, tuweze kufanya khairati kama hizi. Alhamdulillah, mambo ni mengi yanahitajika kufanywa katika, na siku ni moja kwa wiki, Jumapili. Misikiti ni mingi, maziara pia yako, maziara mengine ambayo yanahitaji kwenda kusafishwa. Tuwaomba vijana muweze kujitokeza kwa wingi, na kila mmoja aweze kumtafuta rafiki yake, ndugu yake, wa karibu, kuweza kumwambia, kumleta katika khairi hii ambayo itaweza kutusaidia leo duniani na kesho akhera, na kila mmoja amshike mwenzake aweze kumhadithia mambo kama haya ya kheri, ili aweze ku, kuwa naye pamoja tuweze kusonga mbele, kwa sababu tushukuru Mwenyezi Mungu. Ingelikuwa tuko wengi kama hivi leo, maziara ni mengi ambayo atakayohitaji kusafishwa, ingelikuwa hapa tumepata watu wa kusafisha na kule maziara mengine pia, ingelikuwa tushapata watu wa kwenda kufanya, kusafisha kufanya khairat kama hizi. Naomba vijana inshallah, mkisikia ujumbe wangu kama huu, basi tuweze kujitokeza kwa wingi, tuweze kushikana kusaidiana kwa mambo mengi kwa hali na mali, tuweze kufanya katika hasanati kama hizi inshallah. Sisi wana group wa Fitia na furaha kubwa kutembelewa na ndugu zetu Halal Charity TV ambao ni TV yetu ambayo iko hapa ya khairat pia, ambao wamekuja kututembelea sisi vijana wa Fitia, tumefurahi sana na Mwenyezi Mungu atawajaza khairi, atawalipa kila la khairi kwa juhudi zenu na bidii zenu na kujitolea kwenu kuweza kufika katika kwa vijana wa Fitia. Tumefurahi sana vijana wote tuko hapa inshallah, tuko pamoja na nini inshallah, kwa dua na kwa jambo lolote, pia sisi tuko pamoja na nini, inshallah. Kwa hakika kidole kimoja hakiwezi kumvunja chawa, na hii leo ningependa kuomba mpenzi mtazamaji naangalia video hii uweze kuweka mkono wako katika jambo hili la kheri kwa vijana hawa wa Fitia ili waweze kuendeleza khairati, na wewe pia uwe miongoni watu ambao wataandikiwa kheri kama hii, wanaofanya kwa kweli. Ni jukumu letu sisi kama Waislamu kuweza kukimbilia kheri kama hizi ili tuweze kuokoka siku ya mwisho, yaumul qiyama, mbele ya Allah Jalla fi'ula. Na kwa hilo, bismillah, kunao nambari ya simu ambayo itakuwa imewekwa katika skrini ya mawasiliano zaidi, na vile vile mchango wa kuweza kuchangia katika kheri kama hii, kununua vifaa mbalimbali kama alivyosema wenyewe vijana wa Alfitia.